Kumekuwa kuna sintofahamu kwa ziara za chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA e, baada ya kutoka Morogoro, kutoka Dodoma, walivyoelekea Singida ikatokea kutokea, tukashuhudia baadhi ya watu waliohudhuria katika no reforms, no election campaign, um, ama ajenda kukawa kuna vurugu ambazo zikatokea, watu wakawa kuna mapanga, majibizano ya kupigana baina ya bodigadi wa, wa, wa CHADEMA, lakini pia jeshi la polisi liingilia kati na baadhi tu ya kikundi kichache kikundi kidogo cha watu ambao walijitokeza. Baada ya pale, tumeshuhudia tuhuma nzito ambazo, uh, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA John Heche amezielekeza kwa serikali ya awamu ya sita inaongozwa na Dakta Samia Suluhu Hassani, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akimshutumu kuweza e, kutuma vijana kuharibu kampeni za no reforms, no election kwa kutumia wakuu wa wilaya akiwaita madisii. Eh, na ambao ndio wanaratibu huo mchakato kwa ajili ya kuvuruga hiyo no reforms, no election ambayo kwa mujibu wa John Heshe kwamba imepata nafasi kubwa ya kupokelewa na kuungwa mkono na Watanzania. Sasa haijaishia hapo, tumeishuhudia taarifa ambayo imekuwa ni breaking news ya mchana wa tarehe kumi ya mwezi wa Juni elfu mbili na ishirini na tano katika wilaya ya Igunga ambako John Heche amejitokeza pamoja na viongozi mbalimbali waandamizi wa Chadema na tumeshuhudia tena katika kile ambacho kimejiri Dodoma amini Singida, kimetokea tena pale Igunga, baadhi ya vijana ambao wamejitokeza wakaanza kurusha mawe na mwisho wa siku wakawa wamedhibitiwa na bodyguard kwa maana ya, ya wapambe wa John Heche ambapo mpambe wake amepata nafasi amepata kujeruhiwa, lakini pia wamedhibitiwa na wanachama wengine wa Chadema ambao walikuwa wamejitokeza kwa ajili ya kuhudhuria kampeni ama kusikia nini ambacho Chadema watawaeleza katika mwendelezo wa kampeni zao za mikoa mbalimbali, wakijadili wakihubiri swala la hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. No no reforms no election. Mw makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche ametupa tena lawama kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba aache kutuma hao vijana kwa ajili ya kuharibu hizo kampeni e, za kwao ambazo wapo wao wanaamini hawataenda katika uchaguzi bila ya kuwa uh, mabadiliko yameweza kufanyika katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikihusisha zile katibu um, ikihusisha Uh, ishu za kwa maana ya kanuni za uchaguzi, na mpaka sasa ni chama ambacho hakijasaini zile kanuni ambazo zitaongoza uh, uchaguzi wa uh, wabunge, madiwani pamoja na rais wa elfu mbili na ishirini na tano. Haya ambayo yanajiri, mtazamo wako ni upi? Unao nafasi ya kutufuatilia zaidi kwa maoni, lakini na taarifa zaidi ambazo tutaendelea kupatia kwa maoni.